na wengine wanaofanya sports headquarters, nyie ndio wadau wakubwa kabisa wa EFM Jogging Club e, tupate picha ya pamoja, na baada ya hapo anamleta tena kwenu rais wa Visingeri Kicheko atakuja, e, kutuletea wale e, waimbaji wasanii wanaofanya mziki huu hapa ndani kwa hivi sasa wanakuja, e, watangazaji pamoja na wanachama wa EFM Jogging Club wapate picha pamoja na mkurugenzi wa shirika la nyumba nchini Tanzania, Mheshimiwa Nehemia Mchechu, ambaye ndio mgeni rasmi siku ya leo, na tayari EFM Jogging Club imekwisha zinduliwa rasmi sasa na iko huru eh eh Naomba tujipange vizuri, tujipange vizuri, tupate picha pamoja. Mheshimiwa Maulid Baraka Kitenge, sogea hapa kwa Mheshimiwa Sudi Mkumba yuko hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi. Hii ndio team ya sports, Helikopta Omari Katanga huyu hapo, na huyu Maulid Baraka Kitenge, na hawa wengine ni wanachama wa EFM Jogging Club ambayo wewe leo ndio umeizindua rasmi, na umetengeneza historia kubwa kabisa. 93.7 EFM jamani, tunapata picha pamoja. Kicheko. Huu ni wakati wako, wakati wako tena kwa mara nyingine tena, na hawa watu wanataka kuhusikia mziki wao na mziki wao hawa umeutia mfukoni, utoe sasa, wanataka kutimbulika nao. Mimi nakabidhi kipaza sauti Jawada wa wana santeni, wananiita rais wa wanaume wote Tanzania, Swebe Santana Mwatana Nonda, yere yeyo! Makofi mengi kwa Swebe Santana, rais wa wanaume, yeyo ita raisi wa uswazi Music Flavor, ukipenda kicheko nite kicheko, na tiko muka dansi, mwachia wewe.